Wanasiasa hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekuwa wakitumia wafuasi wao wakitumia ushawishi wao kwa wafuasi wao kuwapeleka vile ambavyo wanaona wao inafaa. Makamu mwenyekiti wa CHADEMA ndugu Heche, kwa kipindi kirefu sasa, amekuwa akitumia e, ukubwa wake kwenye chama kuwasukuma na kuwalazimisha wenzake kufuata matamanio yake na si matamanio ya chama chao. Kwa mfano e, tunavyozungumza mimi na wewe, Heche ameshiriki majaribio kadhaa kuzuia jitihada zote zilizokuwa zinataka e, Tundu Lissu, kwa mfano kesi yake ifike mwisho. Amezuia na amezuia, sio kwa sababu nyingine, amezuia kwa sababu kwa kuwa mahabusu Lissu yeye huku anaendelea kujijenga yeye huku anaendelea kutengeneza fedha yeye huku anaendelea kutengeneza ushawishi usha. Sasa wanachadema na Watanzania wengine wanaopenda demokrasia eh, lazima watafakari eh, watu kama Heche eh, kama ni sahihi kuendelea kulazimisha wenzao kubaki kwenye changamoto ili yeye aendelee kujinufaisha. Navozungumza mimi na wewe, Heche eh, Lema eh, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu kina Lema ambao walishirikiana na Heche miezi kadhaa nyuma, sasa hivi anafika mwaka kumng'oa Mboe. Heche amewageuka wenzake, yeye anataka kumiliki maridhiano, anataka kumiliki mijadala yote ya Chadema, anataka kumiliki kila kitu kinachohusu mijadala kwa maslahi ya chama chao. Mimi sishangai, kwa msiojua Heche kufika hapo alipofika, amefikishwa na Mbowe. Yaani hapa Dar es Salaam Heche alikuwa akija, anafikia nyumbani kwa Mbowe. hata nyumba yake ya kwanza kupanga, Heche alipangiwa na Mbowe. Kupelekwa kwa waandishi wa habari, alipelekwa na Mbowe. Kutengenezwa, alitengenezwa na Mbowe. hata hadithi inayosema mimi kukatwa, ili ayo makamu ayo, ayo, ayo, mwenyekiti wa vijana nilikatwa na nani? na Mbowe. Lakini Mbowe alimlipa nini? alimgeuka akamshambulia akamngoa wenyekiti wake. Sasa bahati nzuri, sasa kikundi cha wa wachawi, umoja wa wachawi haudumu. Hasa Heche kashirikiana na Lema kumzuru Mboe. <laughs> Leo Heche kamgeuka Lema, na juzi wenyeviti wa mikoa wa Chadema wamekaa wamefanya mkutano wao kupitia kupitia, kupitia mtandao na wameazimia mambo kadhaa. Mmoja kati ya waliyoazimia ni hili la kutokukubaliana na Heche na wenzake kuendelea kuwatumia kama, kama daraja kwa hivyo, ukiniambia mimi nitoe mtazamo wangu nitawaambia Watanzania, hawa viongozi wa vyama vya siasa ni watu wa kuangalia kwa macho mawili. Kwa mfano mwingine, wewe unafahamu kwamba e, mwenyekiti wa Chadema Lissu, pamoja na kwamba ni mpinzani anapinga CCM kila siku, unafahamu kwamba mmoja kati ya watoto wake amezaa na mtoto wa kiongozi mkubwa wa CCM? Unafahamu kwamba yaani Lissu huyu anaosema CCM haifai anakaa kikao na familia, akirudi kwenye familia yake mkwe wake mmoja kati ya viongozi wakubwa wa CCM. Maanake nini? Manake maisha yetu sisi ya kisiasa, maisha yetu ya wa Watanzania ni imara zaidi kuliko tofauti zetu za, za kisiasa. Heche, eh, anapotaka kuwatumia wenzake kama makalai, kama daraja ya kufanikisha malengo yake ya kutengeneza fedha, ni vyema akatanguliza mbele maslahi ya taifa.